Asubuhi ya leo tumetembelewa na Baba Askofu akiwa anatamani kuona maendeleo ya maandalizi ya mahali hapa ambapo ibada itafanyika ya maadhimisho ya miaka 60 ya Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu. Kwa hiyo Baba Askofu, karibu, tupo tunaendelea vizuri. Tumefurahi kutembelea asubuhi ya leo kwa kazi ya maandalizi ya siku yetu ya kumshukuru Mungu, Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu. Kwa kutimiza hiyo miaka sitini na nifurahi kutiwa moyo kuona maandalizi yanaenda vizuri. Nifurahi kuona kazi ya kutengeneza eneo hili ambalo litakuwa madhabahu kwamba inafanywa kwa viwango vizuri, na inaonekana leo hii kazi ikifanyika, kesho itakuwa imekamilika katika eneo hili, na bila shaka mipango inaendelea kwa eneo lingine. Basi mimi nimekuja kuona na nimeridhika kwamba tuko vizuri katika maandalizi yetu. Niseme tu kwa ndugu zetu wote na waumini wa kanisa kuu, tuendelee kuomba Mungu na kujiandaa kwa ajili ya siku yetu. Maandalizi yanapaswa yafanywe na kila mmoja kila familia, kwa sababu moja ya maandalizi ambayo tunapaswa kufanya si kuenda eneo tu, lakini kujiandaa kwa jinsi gani mtu binafsi, familia itashiriki kuweka alama. Kuweka alama siku ile tutakapokutanika hapa, tutakapofanya ibada hapa, tutakapomshukuru Mungu na kuweka ile nafasi ya watu kuweka alama tunaweka alama kama waumini, familia ya Kanisa Kuu la Utatu Mtakatifu, lakini alama inawekwa na kila mtu, kila mmoja akishiriki kikamilifu na akiwa amejiandaa kikamilifu kuweka alama. Matokeo yake ni kwamba kanisa kuu, familia yote kwa ujumla wake, tutakuwa tumeweka alama kubwa ambayo itaendelea kudumu mahali hapa vizazi na vizazi. Wenzetu wa mbele watakaposherekea mza miaka sijui mia hapo watakuwa wanasherehekea, lakini na sisi tutakuwa tunakumbukwa kwa alama ambazo tunaziweka sasa katika kanisa letu. Ili tuseme kwa upande mwingine, Mungu ametubariki sana sisi kushiriki kwenye kazi hii nzuri ambayo itakumbukwa miaka. Kwa hiyo nashukuru mchungaji na kutia moyo, endelea hivi hivi na spidi hii, na Mungu atakusaidia tutafanikisha andalizi yaliyobakia kwa ajili ya siku ile kubwa.